Njia ipi ni salama kwa kujifungua mama mja mzito, kama ni kuzaa kwa njia ya kawaida ama kwa njia ya upasuaji ambayo tunaita cesarean section? Um, sasa jawabu ya swali hili inategemea. Kwanza kabisa, kujifungua kawaida ndiyo njia ya asili ambayo ipo tangu enzi na enzi, kabla uzazi kwa njia ya upasuaji haujajulikana. Uh, ni njia ambayo inamfanya mama auhisi uchungu mwanzo mwisho mpaka anajifungua, lakini inampa faida ndani yake, kwa sababu ingawa atatumia masaa mengi kuugulia uchungu mpaka kujifungua, lakini kupona kwake, tunaita kule recovery, ni kwepesi na ni kwa muda mfupi kuliko yule ambaye amejifungua kwa njia ya kawaida. Lakini ni njia pia ambayo si ya gharama sana, ukilinganisha na njia ya upasuaji Si njia ya gharama sana, kwa sababu ni vitu vichache vinatumika, ni watu wachache wanahitajika kumhudumia, lakini pia uh, gharama kwa ujumla yani inakuwa ni ndogo kwa njia ya kawaida kuliko kwa njia ya upasuaji. Uh, pia kujifungua kwa kawaida kunamfanya mama asipate majeraha makubwa ukilinganisha kwa njia ya upasuaji na kwa upande wa mtoto, kujifungua akizaliwa kwa njia ya kawaida ina faida kwa sababu inamfanya, inampunguzia ile riski ya kuweza kupata changamoto za upumuaji mara tu baada ya kuzaliwa. Ile stress ya leba anayopitia mpaka akizaliwa, yale maji ambayo yanakaa katika mapafu yanakuwa yanafyonzwa kwa haraka na kuweza kupumua mwenyewe na vizuri kwa haraka kuliko ule mtoto ambaye amezaliwa kwa njia ya upasuaji. Uh, lakini pia vilevile vile kuzaliwa kwa kawaida kutamfanya mtoto awe exposed, tunasema akutane na bakteria walioko katika njia ya uzazi wa mama, ambayo jambo hili lina faida kwake kwa sababu atapata wale bakteria ambao wanahitajika kukaa katika utumbo wake kwa haraka zaidi kuliko yule ambaye amezaliwa kwa njia ya upasuaji. Lakini ukiangalia kwa upande mwingine wa njia ya wa kujifungua kwa operation inakuta, kwanza inatumia gharama kubwa zaidi, inaweza ikaa hata mara nne au tano ya kujifungua kwa njia ya kawaida. Lakini inahusisha watu wengi kuwepo, na madaktari, jopo la madaktari, manesi wa theater, manesi wengi kuliko ambao wanajifungua kwa kawaida. Lakini ni njia ambayo ni ya haraka kwa muda mfupi kuliko ile njia ya kujifungua kawaida, kwa sababu kujifungua kawaida inahusisha kutumia masaa mengi kuugulia uchungu, lakini hii siza kujifungua kwa operation ndani ya lisali moja mtakuta mtoto tayari kashazaliwa. Lakini unakuta <coughs> ina faida kwa upande wa mtoto mara nyingine, kwa sababu kujifungua kawaida inaweza kampelekea mtoto akapata majeraha hususan, labda mtoto kama ni mkubwa sana kuliko kawaida, kwa hiyo kutoka katika njia ya mama anaweza kapata majeraha mengine na lakini kwa njia ya operation anakuwa yuko katika njia salama zaidi, lakini inaepusha ile kukaa uchungu muda mrefu ambayo inaweza kapelekea mtoto ambaye amechelewa kulia, uchungu ikawa muda mrefu sana, mtoto anachoka katika kizazi. Kwa hiyo anazaliwa akiwa, anaweza kuzaliwa akiwa amechoka, ambapo pia itamfanya ita achelewe kulia, na kuchelewa kulia inamaanisha kwamba ubongo wake unachelewa kupata hewa ya oxygen, na unaweza kusababisha madhara ya muda mrefu yakaasiri maisha yake yote kwa ujumla. Lakini kujifungua kwa njia ya operation inaokoa huu muda, inakuwa ni njia ya muda mfupi. Ndani ya lisali moja tayari mtoto anakuwa ameshazaliwa. Changamoto iliyopo pamoja, ukiachilia gharama, ni kwamba mama anapata kidonda kwenye njia ya kujifungua kwa operation. Akishapata kidonda, inaweza ikamchukua muda mrefu kupona kidonda hiki, lakini kidonda hiki kinaweza kikasababisha mambo mengine makubwa zaidi kwenye operation anavyofanyiwa njia, lengo ni kutoa mtoto, lakini unaweza ukakuta amepasuliwa kizazi. Kizazi kimezungukwa na viungo vingine. Utakuta mbele yake kuna kibofu na njia ya mkojo, pembeni yake kuna mirija ya mikojo, nyuma yake kuna njia za haja kubwa. Kwa chochote katika hiki kinaweza kikahusika kwenye operation, operation kikapata majeraha vile vile, kwa lengo inakuwa ni kutoa, operation ya kutoa mtoto, lakini mama anaweza akajikuta anaingia kwenye majeraha makubwa ambayo yakagharimu sehemu kubwa ya maisha yake hapo baadaye lakini kwa wanaojifungua kwa operation wana uwezekano wa kuzaa watoto wachache zaidi kuliko wale ambao wanajifungua kawaida, kwa sababu anajifungua kwa operation. Kila mara akijifungua kwa operation, inamaana anaingiza kovu katika kizazi chake, na kishaingiza kovu kiasi, kizazi kinakuwa dhaifu. Mbali na kovu kwenye kizazi, naweza makovu nje ya kizazi yamezunguka, yameshikilia viungo vingine kama vile utumbo, njia za mikojo, vibofu na kadhalika Hali hii inaweza ikampelekea asiruhusiwe kubeba ujauzito mwingine k naweza kajikuta anazaa watoto wachache kuliko matakwa yake au matamanio yake, kuliko yule ambaye anajifungua kawaida, ambaye ana uwezo wa kuzaa watoto wengi bila kizuizi cha namna hii. Kujifungua kwa operation pia unaweza kukamfanya mama akaepuka baadhi ya majeraha ambayo wanawake wanaojifungua kwa njia ya kawaida wanayapata kwa mfano majeraha yale ya kwenye njia za uzazi, kupasuka ukeni, ama kupasuka shingo ya kizazi na kama haya, njia ya operation inazuia hii. Inamfanya mama akayaepuka majeraha haya, kwa sababu wengine wanapata haya, inapelekea changamoto za muda mrefu kama vile a uh, kupata maumivu muda mrefu baada ya tendo la eh, maumivu wakati wa tendo la ndoa muda mrefu baadaye, baada ya kujifungua kutokana na majeraha aliyopata wakati wa kujifungua kwa njia za kawaida. Lakini mama alipata kujifungua kwa njia operation, anakuwa hana haya. Lakini pia kuna changamoto ya mkojo. Utakuta baadhi ya wanawake baada ya kujifungua kwa kawaida watoto wawili watatu, anapata changamoto ya kushindwa kuzuia mkojo. Wale waliojifungua kwa njia operation, hukuta changamoto hizi si sana kwao, ila kwa ujumla, tunaweza tukasema ukilinganisha njia zote hizi mbili, kujifungua kwa njia ya kawaida ndio ni salama na ni rahisi in terms of gharama, muda wa kuugua na kupona, kulinganisha njia ya operation. Lakini si haibaki tu kwa takwa la mwanamke kusema kwamba mimi naamua tu kuzaa kwa operation ama kuzaa kawaida. Wanawake wote wajawazito huwa tuna shauri kwamba wajifungue kwa njia ya kawaida, isipokuwa inapotokea sababu kwamba Uh, kujifungua kwa kawaida inaweza ikawa ni hatari kwake ama kwa mtoto wake, ndipo ambapo maamuzi ya kujifungua kwa operation yanakuwa ni yenye busara zaidi. Kwa mfano, kama mtoto ni mkubwa kuliko kawaida, mtoto tumboni ana kilo zaidi ya nne, mama akijifungua kwa njia kawaida, anaweza kupata majeraha makubwa. Anaweza akamkosa pia huyu mtoto kwa sababu ya kukaa muda mrefu pale katika mlango na kushindwa kutoka. Lakini pia inaweza kupelekea hata ulemavu kwa mama baadaye kwa sababu kupitisha mtoto huyu mkubwa kutahusisha vitu vingi na kunaweza kumsababishia majeraha ya viungo mbalimbali ambavyo pia vipo karibu na njia za uzazi. Lakini pia kuna changamoto kama vile mama anatokwa na damu kabla hajajifungua kama vile kondo la nyuma limetangulia kabla ya mtoto. Kwa sababu unajua, kawaida mtoto anatanguliza kichwa, alafu akishazaliwa baadaye ndio kondo la nyuma linatoka. Lakini mara nyingine kondo la nyuma linakuwa limeota na kujishikiza pale mlangoni tu ambapo ndio mtoto atatakiwa aanze kupita. Kwa hiyo katika hali kama hii, huwezi ukaruhusu mama akaweza kuzaa kwa njia ya kawaida, lazima afanyiwe operation ili kuweza kusave, kumsave yeye. Ukiruhusu wazae kawaida, atapoteza damu nyingi kuliko kawaida, lakini pia m, uh, kwa kesi zingine kama vile mama amekaa kwenye uchungu muda mrefu, huwezi ukalazimisha ukanganiza kwamba ajifungue kawaida, kwa sababu ukilazimisha unaweza kusababisha mtoto ukakosa, sababu atachoka mle tumboni na kuanza kupoteza mapigo ya moyo taratibu mpaka akafa aka, kabla akapoteza uhai kabla hajazaliwa. Lakini kuna namna nyingine utakuta mtoto hajakaa katika ule uelekeo wa kawaida wa kuzaliwa eh, tunatarajia mtoto awe mtanguliza kichwa, kichwa kimeelekea chini, kwa mama ametanguliza vizuri kichwa chake, lakini unaweza kukuta amekaa ubavu, katanguliza mkono labda, au ni mkubwa alafu katanguliza makalio, kiasi kwamba ukiruhusu azaliwe hivi hivi, kuna hatari ya kuweza kumpoteza njiani wakati anazaliwa. Kwa hiyo katika condition kama hizi, uh, ni busara mama akajifungua kwa njia ya operation ingawa kwa ujumla tunasema kwamba njia ya kawaida ni salama kwa wanawake wengi kuliko njia ya operation. Njia ya kawaida itamfanya mama apoteze damu kidogo kuliko yule ambaye anajifungua kwa njia ya operation. Njia ya kawaida, kuna riski ndogo ya kuweza kumfanya mama apoteze damu nyingi baada ya kujifungua kuliko njia ya operation. Baadhi ya wajawazito huwa wanachagua kujifungua kwa njia ya operation, yani anaamua tu, hana sababu za msingi Uh, za kiafya za kumlinda yeye na mtoto wake kwamba ajifungue kwa njia operation. Mtoto hana kilo nyingi, ana kilo za wastani tu na yeye nyonga zake nzuri zinapitisha lakini anaamua anaomba kabisa azae kwa njia ya operation. Hofu kubwa iliyokuwa nani kwamba ataharibika maumbile yake labda na kuweza kuja kuathiri baadaye uwezo uh, wake katika tendo la ndoa. Hii inakuwa si sahihi kwa sababu iwapo uchungu utasimamiwa vizuri na wa, wa, wataalamu wa afya, wakunga wazoefu na madaktari uh, ni tunasema si rahisi kuweza kupata majeraha kiasi cha kuweza kumsababishia kupata changamoto hiyo uh, Uh, kwa sababu zipo njia nyingi za kuweza kumfanya mama aweze, aweze kusikia uchungu, kuwa kumfanya uchungu wake kuwa mwepesi na akajifungua bila kupata majeraha makubwa, ikiwemo kwanza kumsupport wakati wa uchungu, saikolojia yake, kumwezesha kumpa maji na vyakula vidogo vidogo vyenye sukari ili kumtia nguvu, lakini pia kumpa kumsupport ile wakati wa kujifungua tunaita tunaita perineal support, na support ile siweze kupasuka ile lazima ifanywe na wataalamu ambao wamesomea hizo kazi. Akifanywa hivi, basi hataweza kuharibika kiasi kwamba na kuweza kuja kuathiri maumbile yake baadaye. Lakini pia kuna njia za kisasa zaidi, pia kuna ile kujifungua kwenye maji, inawekwa katika kama beseni la maji, ambayo inampa comfort kiasi kwamba hahisi maumivu sana, lakini pia inamfanya, inapunguza ule uwezekano wa njia zake kupasuka. Kwa hiyo si kila kujifungua kwa kawaida unaweza ukasababisha majeraha haya, kama kukisimamiwa vizuri mwanzo mpaka mwisho anaweza akajifungua vizuri bila kupata majeraha makubwa. Kupata michubuko kidogo ni kitu cha kawaida au ile mipasuko ya juu juu ambayo ikishonwa haina shida, ni jambo la kawaida. Kama mtaalamu wa afya yuko vizuri akasimamia uchungu na akaona kwamba njia hizi hazitoshi ama labda mtoto ni mkubwa huyu, anakuwa anafanya maamuzi mapema kabisa kwamba kwa hatua hii ya uchungu tulipofika, bora tuende kwenye operation, kwa sababu tunaona kama njia labda na ukubwa wa mtoto haviendani kuruhusu kupita, anaweza akasababisha changamoto hiyo. Kwa hiyo, muhimu mara zote watu wajifungue sehemu zilizokuwa salama, zenye wakunga wazoefu wabobezi, ambayo itawasaidia kuweza kuwalinda katika uchungu wao mwanzo mpaka mwisho mpaka kujifungua kwao, wakajifungua salama na kuepuka majeraha makubwa ambayo wanayahofia. Mm-hmm. Lakini kuna wale wenye hofu kwamba anahisi kwamba nikijifungua kwa, kwa ni njia ya kawaida maumbile yake yatatanuka. Sio tu kuchanika, yatatanuka, atakuwa mapana, sio kama zamani na kuoshindwa tunasema kuenjoy katika uh, ndoa yake kama alivyokuwa zamani. Um, hii kitu dhana si sahihi kwa sababu Akimfikiria yule mtoto labda kilo tatu zimepita pale na kichwa chake na mabega na tumbo, panatanukaje? Alafu mimi nitarudi kweli? Anakuwa anaogopa, lakini Mwenyezi Mungu alipokuumba huko chini kwamba kuna uwezo wa kutanuka kupitisha kiasi hicho cha mtoto, lafu kukarudi kama kulivyokuwa. Hii ndio sifa pekee ya huko kuna tanuka kuna pitisha kilichomo na alafu kuna uwezo wa kurudi kama kulivyokuwa. Na kubwa zaidi, nashauri wanawake baada ya kujifungua, kuna mazoezi ya kufanya tunaita kegels, ya kuweza kukazisha misuli huko chini na kuweza kumfanya arudi katika hali yake ya kawaida mapema na katika hali nzuri zaidi.